Somo linasema nimefunikwa na mafuta ya Mungu. Nikisema mafuta ya Mungu na maanisha ni upako, ni mafuta ya Roho Mtakatifu. Ni nani huyu ambaye amefunikwa na mafuta ya Mungu? Ni mtu ambaye anayemwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu huyu Biblia inasema Roho wa Mungu anakuja kufanya makao ndani ya huyu mtu na anafanyika kuwa, kuwa ni hekalu la Mungu ndani yake, na moyo wake unafanyika kuwa ni madhabahu. Mtu aliyefunikwa na mafuta ya Mungu au mtu aliyepokea kipawa cha neema ya wokovu ni mtu aliyetiwa muhuri. Kwanza, ni mtu ambaye ametengwa na Mungu. Mungu amemtenga kwa ajili ya kusudi fulani, kwa ajili ya kuyatimiza mapenzi ya Mungu hapa chini ya jua. Ni mtu ambaye amefunikwa na mafuta ya Mungu. Na ni mtu aliyetiwa muhuri. Nikisema muhuri namaanisha ni alama. Maandiko nasema tumetiwa muhuri, alama ya Roho Mtakatifu. Tumetiwa chapa ya moto ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Hatupasi kuogopa kwa habari ya sita, sita, sita, alama ya mnyama, alama ya mpinga Kristo. Kwa sababu tayari sisi wana wa Mungu tumetiwa muhuri wa nani? Wa Roho Mtakatifu, tumetengwa na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Lakini sio hivyo tu, ni mtu ambaye analindwa na Mungu. Jambo la tatu, mtu aliyefunikwa na mafuta ya Mungu ni mtu ambaye analindwa na Mungu. Nitakusomea Samueli wa Pili. Samueli wa Pili sura ya saba mstari wa nane hadi wa tisa Samueli wa Pili sura ya saba mstari wa nane na wa tisa inasema, basi sasa mwambie mtumishi wangu. Mungu anasema, basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya Bwana wa majeshi asema hivi, nalikutwaa katika zizi la kondoo, katika kuwaandaa makondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, anasema juu ya Israeli, nami nimekuwa pamoja nawe kila ulipokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanya nitalifanya jina, jina lako kuwa kuu kama jina la wakuu walioko huko duniani. Mungu ni Mungu anayemtoa mtu katika hali ya uchanga, katika hali ya udhaifu, katika hali ya udogo, katika hali ya kudharauliwa na kumtenga na kumpaka mafuta, kumtenga na kumfanya mtu kuwa jina lake kuwa kuu, kuwa kubwa na kumtumikia na kumfanya kuwa mkuu katikati miongoni mwa watu katika jamii. Ni lini Daudi mfalme alifanya kuwa mkuu, na ni lini mafuta ya Mungu yalimfunika na kumtenga na kumweka muhuri na kumlinda? Ukisoma Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa kumi na tatu Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita ule mstari wa kumi na tatu Samweli alipomiminiwa mafuta ya pembe Daudi alipomiminia alipomiminiwa na Samueli Nabii Samueli alipomiminia Daudi mafuta ya mzaituni kwa mafuku, kwa kutumia pembe. Biblia inasema na Roho wa Bwana ikamjilia juu kwa nguvu Daudi tangu siku ile, tokea Samueli nabii, amiminie mafuta nabii Daudi. Biblia inasema Roho wa Mungu Roho wa Bwana alimjilia Daudi kwa nguvu juu yake tokea siku ile. Kwa hiyo katika maisha ya Daudi, tokea siku zile amimini ya wa ya mafuta na nabii Samuel, maisha yalikuwa akipitia, kila walipotafuta kumuua, kila walipotafuta kumuharibu na kumwandama kwa hila za shetani na hila za kibinadamu, hawakufanikiwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mafuta ya Mungu yalikuwa juu ya nani? Yalikuwa juu ya Daudi mungu alimtuma samueli nabii wake ampake daudi mafuta hawakuweza kumuua wala kumharibu kwa sababu mafuta ya mungu yalikuwa juu yake samueli wa kwanza samueli wa kwanza sura ya kumi na nane mstari wa kumi na mbili samueli wa kwanza sura ya kumi na nane mstari wa kumi na mbili nitasoma nitakuandikia pale na pia andiko lingine samueli wa kwanza samueli wa kwanza sura ya kumi na tisa mstari wa kumi tunamwona hata Sauli alipojaribu kumuua Daudi mara kadha wa kadha, Biblia nasema Sauli akamwogopa Daudi kwa kuwa Bwana Mungu alikuwa pamoja na Daudi. Da, Sauli hakuweza kumuua Sauli. Daudi, mfalme Sauli hakuweza kumuua Daudi kwa sababu gani? Kwa sababu Daudi tayari alikuwa ameshamiminiwa mafuta. Biblia nasema tokea siku zile pomiminiwa mafuta, Roho wa Mungu alikuja kwa nguvu juu ya Daudi. Kwa hiyo Sauli alipotaka kufanya njama ya kumua Daudi alishindwa, kwa sababu ya yale mafuta yaliyoko juu ya nani? Juu ya Daudi. Maandiko yanasema kwenye Zaburi, anasema usimguse mpakwa mafuta wa Bwana, si ndio? Kwa nini? Kwa nini usimnyoshe kidole mpakwa mafuta wa Bwana? Ni kwa sababu unakuwa ushughuliki na huyo mtu husika, unashughulika na yale mafuta ambayo Mungu ameyapaka juu yake. Ndio maana watu wengi wanaoshindana na wapaka mafuta, watu walioitwa na Mungu, watu ambao Mungu amewatuma kwa ajili ya assignment fulani, watu hawa wanaishiwa katika hali ya uharibifu. Mnakumbuka wakati Mungu amemtuma wa Musa mtumishi wake, amempaka mafuta, ikafika mahali dada yake Mariamu na ndugu yake Aroni wakaanza kumsema Musa. Kwa nini amemwoa mwanamke mkushi kutoka Afrika? Wakaanza kuleta maneno ya hapa na pale. Kilichomwokoa Haruni ni kwa sababu tu na yeye pia alikuwa amepakwa mafuta na nani? Na Musa, awe kama msaidizi wa Musa. Lakini dada yake Mariamu, dada yake Musa, alipigwa na ukoma papo kwa papo. Kwa nini? Kwa sababu alinyosha kinywa chake, akanyosha mkono wake, akataka kumgusa nani? Mpaka mafuta wa Mungu ambaye ni Musa. Yoyote aliyepakwa mafuta, hata watu wafanye njama kwa namna gani ya kumuua, kumharibu, kumshusha, kumzuia, hawataweza. Wanakuwa wapambani na mtu husika, wanakuwa wanapambana na yale mafuta. Na kumbuka kila mafuta Mungu anayompaka mtu, kuna kusudi la hayo mafuta kutimiza hapa chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ishirini na tatu mstari wa kumi na nne. Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa 14. Wakati Daudi amejificha anatafutwa na Sauli mara kadha wa kadha, Bwana Mungu anasema, Bwana Mungu hakuruhusu Daudi awe mikononi mwa Sauli. Mungu hakuruhusu Sauli amtie Daudi mikononi mwake. ni kwa nini? Kwa sababu tayari kwa mafuta yake yalikuwa juu ya, ya Daudi. tunaona watu wengine, Shedrak Meshak na Abednego kwenye Danieli sura ya tatu mstari wa 23, 27. Danieli sura ya tatu mstari wa ishirini na saba, uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na kina Shadrach, Meshach na Abednego ndani ya tanuru la moto. Hawakuweza kuungua miili yao, nguo zao hazikushika moto kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na nani? Pamoja na wao. Danieli alipowekwa gerezani eh, katika shimo la simba na simba wenye njaa wakafunguliwa, Danieli sura ya sita Danieli sura ya sita mstari ishirini na mbili vinywa vya simba vilifungwa. Uwepo wa Mungu ulifunga vinywa vya simba kwa sababu ya yale mafuta, ule uwepo wa Mungu ulikuwepo juu ya Danieli. Tuko sawasawa kanisa? Hata kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ya kumi na mbili Petro alipokamatwa akawekwa gerezani, wakasubiri jambo fulani lipite wale viongozi, ili waweze kumda, kumwadhabisha kama walivyomwadhabisha Yakobo James Biblia inasema kanisa lilipoomba, Mungu akaagiza malaika wake wakaenda gerezani wakamtorosha Petro, kwa sababu Petro alikuwa ana assignment ya kuitangaza kazi ya Mungu, ya kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya Warumi sura ya nane, Warumi sura ya nane mstari wa 31 nitakusomea, inasema basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wako wewe, akiwa upande wangu mimi, akiwa upande wa yule. Hakuna mwanadamu, hakuna wakuu wa giza, hakuna jeshi la wapepo wabaya, hakuna wachawi, waganga au walozi wanaweza wakainuka kufanya uharibifu juu ya maisha yetu. Unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu uwepo wa Mungu hauwezi kuruhusu mishale ya adui ikafanya uharibifu kwa mtu ambaye amefunikwa na kupakwa mafuta ya Mungu. Kuna mtu mmoja anaongea naye, jamani. Yoyote aliyepokea kipawa cha neema ya wokovu kwa kuamini kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo aliyoifanya amefunikwa na mafuta ya Mungu, ametengwa, amewekwa muhuri na analindwa na nguvu